Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, karibu katika kipindi chetu cha leo. Jina langu ni mwalimu Makame Salim. Leo tutaainisha na kujadili kwa pamoja aina mbalimbali mbali za najis pamoja na vigawanyo vyake, na tutaangalia pia ndani zaidi namna ya kutoharisha najis za aina tofauti. Karibu. Jadiliana na mwenzako juu ya nini maana ya najisi. Muulize mwenzako akwambie nini maana ya najisi. Akishakwambia, na wewe mwambie pia nini maana ya najisi. Najisi ni uchafu unaomzuia Muislamu kufanya ibada ya sala, pindi ukiwemo nguoni, mwilini au pahala pa kusalia. Asanteni na hongereni sana, watoto wazuri, nyote mumefanya vizuri kabisa. Najis katika Uislamu ni uchafu unaomzuia Mwislamu kutekeleza ibada ikiwemo ibada ya sala, kama itakuwemo mwilini, kwenye nguo au pahala pa kusalia. Najis katika Uislamu ni uchafu Uchafu huu sasa unamzuia muislamu kutekeleza ibada ikiwemo ibada ya sala, kama itakuwemo mwilini kwenye nguo au pahala pa kusalia, inategemea huo uchafu wenyewe, kama itakuwepo katika sehemu au itakuwemo kwenye mwili wako au kwenye nguo ambayo utakuwa umevaa. Ikitokea hali hiyo, basi utakuwa una najisi. Baadhi ya wakati inaweza ikakuzuia sasa usiweze kutekeleza ibada ikiwemo hiyo ibada ya sala, na ibada nyingine tofauti tofauti, kama vile tawafu, labda kugusa rikaba na vitu vingine kama hivyo. Mtu akisali bila ya kuondoa najis, sala yake haikubaliwi. Mtu ikitokezea kwamba amesali bila ya kuondoa najis, basi sala yake haikubaliwi najis zimegawika katika sehemu ngapi? Tumesema kuna najisi kuna najisi, hebu tuambie au kana mwenzako, sasa muulize mjadiliani hapo, hizi najisi hizi najisi hizi zimegawanyika katika sehemu ngapi? Amekwambia vipi? Tatu. Ni kweli kabisa, hongereni, mmezipata vizuri kabisa. Najisi ziko za aina tatu ambazo ni najisi nzito, najisi iliyokuwa nzito na najisi ya kati na kati, pamoja na ile najisi nyepesi kabisa. Lakini zote hizi zinaitwa ni najisi, ikiwa nzito, sio kubwa, nzito maanake, pamoja na ile ya kati na kati na najisi nyingine nyepesi. Sasa, baada ya kufahamu hizo aina tatu za najisi, jadiliana na mwenzako hapo, muulize najisi nzito ni ipi? Nzuri kwa kukaa na mwenzako mkajadiliana vizuri kuhusiana na najisi nzito. Najisi nzito ni ile najisi ya mbwa na nguruwe na kinachozaliwa pia na mbwa na nguruwe. Ikiwa ni mbwa nguruwe, na kinachozaliwa na mbwa na nguruwe, hicho pia kitakuwa ni najisi nzito. Lakini vipi sasa tunaweza kuitoharisha najisi ya mbwa na nguruwe ndio ishatokezea najisi ya, ya mbwa na nguruwe, kama kinyesi chake, kama mwenyewe, kama koji wake, sawa tutaitoharisha vipi? kuo, Sawa sawa, najisi ya mbwa na nguruwe unaweza kuitoharisha kwa kuosha sehemu iliyoingia najisi mara saba, moja kati ya hizo iwe kwa kutumia mchanga. Utaangalia kama utaanza na mchanga alafu utakosha au utakosha alafu utamalizia na mchanga katikati, alafu utamalizia na mchanga, ni wewe mwenyewe. Lakini kwenye hizo mara saba, moja lazima uikoshe kwa mchanga. Tumeangalia hiyo nzito, tushamaliza. Sasa tuangalie hii najisi ya kati na kati. Hii ni najisi gani? Kama mwanzo, kaa na mwenzako, usimkimbie mwenzako, jadiliana naye huyo ambayo umekaa naye hapo, juu ya hii najisi ya kati na kati, akuambia ni najisi gani na mifano yake. Akupe nzuri sana, kwa majadiliano yenu, mmefanya vizuri kabisa. Najisi ya kati na kati kana na kinyesi, mkojo, matapishi, damu, usaha, mzoga, ulevi na hata madenda pia. Sawa. So, najisi hii ya kati na kati inatokana na vitu kama kinyesi, mkojo, matapishi, damu, usaha, mzoga, ulevi na madenda pia. Kila mmoja sasa amwambie mwenzake, mwambie kwa sauti asikie, simi mmezitaja hapa, na wewe sasa mwambie, najisi ya kati na kati ni ipi? Safi sana, watoto wazuri. Najisi zote hizo ambazo mwenzako amekwambia na mfano wake kama hizo huondoshwa kwa kuoshwa kwa maji yaliyotohara. Ukitaka kuziondosha hizo, lazima ukoshe kwa maji yaliyotohara. Ukoshe sehemu gani? Ile sehemu iliyoingia hiyo najisi, mpaka viondoke vitu vitatu, mpaka iondoke rangi, iondoke harufu, pamoja na ladha yake pia. Sawa. So, zuri kabisa. Mashallah, mashallah, watoto wazuri, mmefanya vizuri kabisa. Najisi nyepesi ni mkojo wa mtoto mchanga wa kiume ambaye hajafikia miaka miwili, sawa. Tunaposema najisi nyepesi, hii ni najisi ya mtoto mchanga wa kiume ambaye hajafikia miaka miwili, lakini awe hajala chochote isipokuwa maziwa ya mama yake. Sawa. Ikiwa akishaanza kupiga misere laki huyu, au kishaanza kupiga mauji na mavyakula mengine mengine, itakuwa hii sasa sio nyepesi tena, kwa sababu anakula zaidi ya yale maziwa ya mamake. Kwa hivyo akiwa anakula yale ya mamake tu, basi hii au uh, najisi hii tutaita ni nyepesi. Kwa nini? Kwa sababu kule imekuja watoto wanyonyeshwe miaka miwili, sawa. Ha, bila kula chakula. Lakini kama atakuwa nakula chakula chakula, maana kinaweza ikawa inaingia katika ile ya kati na kati atasafishwa, mpaka viondoke vile vitu vitatu tulivyosema. Haya, sasa nani anaweza kuniambia najisi nyepesi inatoharishwa vipi? Hii nyepesi hii, huyu si anakula maziwa tu ya mamake, anakunywa maziwa tu ya mamake, chakula chake ni maziwa tu ya mama. Ikitokezea ametoa najis, tunaitoharisha vipi? Nani ataniambia? Wewe hapo. Haya, najis nyepesi tunaondoa kwa kurashia rashia maji pale sehemu iliyoingia najis. Safi sana, jazakallahu alkhair, jazakallahu alkhair, umefanya vizuri kabisa. Najisi nyepesi husafishwa kwa kurushia maji tu au kumwagia maji sehemu iliyoingia najisi. Kama itakuwa labda mtoto amepakatwa, basi unajimwagia maji tu, au kama amewekwa sehemu unatia maji tu basi sawa. So, kwa sababu haibakishi najisi nyingine tena. Kwa hivyo ukisha kutia maji ushamaliza kazi, nguo yako au sehemu yako itakuwa ni tohara sasa, kwa kufanyia ibada zako. Hongereni watoto, mumefanya vizuri sana kabisa. Hongereni watoto nyote, hakika umefanya vizuri sana. Kumbukeni kuwa ni muhimu kuwa makini na najisi. Siku zote muwe makini na najisi na muelewe pia jinsi ya kusafisha kila najisi Najisi nzito ujue inatokana na kitu gani na inasafishwa vipi? Najisi ya kati na kati inatokana na kitu gani na inasafishwa vipi? Na halikadhalika, najisi nyepesi inatokana na kitu gani na inasafishwa vipi? Kama ambavyo tulivyojadili kwa pamoja na kujifunza jinsi ya najisi hizo zote ambazo tumezisoma na tumejadili na jinsi ambavyo tunaweza kuzisafisha kwa leo, tuishie hapa mpaka kipindi chingine, panapo majaliwa. Mlikuwa nami mwalimu Makame Salim, wassalamu wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwaherini.